Kumezuka mijadala mingi sana kwenye mitandao mbalimbali ya mbali kijamii kuhusiana wana wa na wanamichezo wawili hapa namzungumzia Theo Hernandez pamoja na Luka Hernandez ambao hawa ni ndugu kabisa yani mtu na mdogo wake. Mmoja amezaliwa mwaka elfu moja mia tisa tisini na sita na mwingine amezaliwa mwaka elfu moja mia tisa tisini na saba Hawa wamecheza kwa mafanikio katika vipindi mbalimbali katika klabu ya Atletico Madrid, lakini baadaye kila mtu akaenda kujichagulia timu yake ambapo mmoja amepita katika klabu ya PSG na na mwingine yupo Uarabuni hivi sasa. Kwenye mojawapo ya mahojiano ambayo yamefanyiwa nyota hawa, kila mmoja kwa upande wake alizungumzia na kulaumu kitendo cha baba yao mzazi kuwatelekeza wakati wao wakiwa wadogo Umezungumza mengi sana kwamba hata kama maisha yalikuwa magumu kiasi gani, haikupaswa baba kuweza kuwaacha na kuwatelekeza na kumwachia mama jukumu zito la kulea watoto wadogo huku akiwa hana kazi ambayo inaeleweka. Licha ya mwanamama huyu kupambana vile anavyoweza na, na kuweza kuhakikisha basi watoto wake wanafikia malengo na wanakuwa wachezaji. Baba yao na Luca Hernandez pamoja na Ateo Hernandez anaitwa Jean Francois Hernandez, ambaye pia alikuwa mchezaji wa zamani pia lakini amepita vilabu mbalimbali mbali pale nchini Hispania kwa sababu ndipo alivyozaliwa. Alizaliwa nchini Hispania akiwa amezaliwa na wazazi ambao ni wahamiaji ambao walitoka nchini Ufaransa kabla baadaye kuamua kurudi Ufaransa na kuanza kucheza ligi, kisha baadaye kufanikiwa kurudi tena nchini Hispania ambapo alienda kusakata kabumbu tena, na wakati huo tayari alikuwa ameshakata mawasiliano na mama watoto wake wawili, yani mama yake na Theo pamoja na Luca Hernandez. katika mwendelezo wa mahojiano wayo Uh, Theo Hernandez alisema kwamba hata kama maisha yalikuwa magumu, basi ingekuwa ni yeye ndio baba angekubali hata walale kwenye makalvat au walale chini ya madaraja, lakini basi ule ukaribu na watoto wao bado ungekuwepo, yani alizungumzia kwa upande wake. Lakini mwaka elfu mbili na ishirini na mbili gazeti la Lequipe kutoka nchini Ufaransa lilijaribu kumtafuta Jean Francois Hernandez ambaye sasa anaishi nchini Thailand na akaweza kumuuliza kwamba inakuwaje ukaribu na watoto wake, na je, wanawasiliana au baba anafaidi labda ile matunda ya watoto ambayo wanayapata kwenye soka? Lakini baba alisema kwamba amejaribu kadri ya uwezo wake kuwatafuta watoto, lakini imeshindikana, na kila namba ambayo anaitumia kuwatafuta nayo, mwisho wa siku watoto wanae block. Kwa hiyo anaamini mama yao na Luca Hernandez amewalisha watoto wake sumu na mpaka leo hawataki hata kumsikia baba yao, lakini kiuhalisia ni kwamba mzee mwenyewe alizingua, kwa sababu aliwatenga watoto wake wakiwa wadogo kabisa, yeye akaamua kujitenga na kuishi maisha yake, lakini tunaelewa kwamba hata zamani mpira hata kama ulikuwa ulipi sana, lakini hakukuwa na sababu yoyote ya mzazi kuweza kuikimbia familia ama kuwatelekeza watoto japo, kiukweli au tuzungumzie kiuhalisia, hii ni scenario ambayo wanakutana nayo wababa wengi sana. Yani, kuna mazingira fulani wanakuwa naishi, kwamba mtoto mara nyingi anapolelewa na mama kunakuwa kuna, kuna changamoto kubwa sana baadaye. Mtoto pale ambapo atahitaji ukaribu na baba, basi mama, kuna vitu ambavyo anakuwa anazungumza naye, tofauti na wazazi wengi wa kiume ambao, hata akitokea kama mama alishawahi kumfanyia baya lolote, mtoto akiuliza, bwana mzee, mama aliwahi kufanyia nini? Wazee mara nyingi wao wanatulia, washua, hawaongeagi sana, anakwambia yalikuwa ni mambo tu ya kawaida, na wao kikua, ukija kuwa na familia siku moja utakuja kujua. Lakini mjadala wa Theo pamoja na Luca Hernandez ndio ulikuwa ume make headline sana kwenye magazeti mbalimbali mbali, na hayo ndo ambayo aliyazungumza. Kwa upande wako unaonaje? Je, ni kweli mzee alizingua au tumwache mwenyewe ambaye amesema hata watoto wake hawataki hata kumsikia, si tu kuwasiliana naye, hata kumsikia hawataki hivi sasa.